Mwombe Allah akupe msaada wa kumwabudu kwa sababu wewe una maadui. Kuna adui wa kwanza, nafsi yako. Nafsi haipendi ibada, na kila mmoja alikubali hili. Jiangalie katika upuzi wa nafsi, wowote waweza kuchukua muda gani? Mpenda mpira aweza kukaa dakika tisini hata miaya asiende, macho yamemkodoka, na anaona yu angalia peke yake, aangalia kwa nguvu kiasi kuona macho ya wa watu wote aangalia yeye mmoja, manake ndio kukitokea wambia ameiona hiyo, manake ameiona peke yake na watu wote waangalia. Nguvu hii yote alionayo kwa dakika tisini asimame imamu dakika kumi tu katika rakaa moja akitoka, sa hatuko maka bwana. Ah, msikiti huu bwana <laughs> ashaukimbia huo msikiti, kwa sababu nafsi haipendi mazuri. Nafsi haipendi ya kumridhisha Allah. Huyu ni adui ya kwanza nafsi yako, hataki uyafanye mazuri, lakini pia kuna na shetani ni msaidizi na Sheitani angekuwa peke yake ingekuwa nafuu. Sheitani ana na watumishi wake. Hela ni mtumishi wa shetani, wanadamu fulani ni watumishi wa shetani. Ana vitu vingi anavitumia. Kwa hivyo una dharura kila mara kumwambia Allah, nipe msaada wako, ya Allah, niweze kukuabudu wewe, Allahu tabaraka Allah wa taala.